Watazamaji wa media ya Keme Tz, leo tunawaletea elimu juu ya ugonjwa wa eclampsia kwa lugha ya Kiingereza, kwa lugha yetu mama tunauita ugonjwa wa kifafa cha mimba. Huu ugonjwa wa kifafa cha mimba au eclampsia, manake ni nini? Manake uh, ni anaweza kuwa mama mjamzito au yule mama aliyetoka kujifungua ndani ya wiki uh, moja mpaka mbili. Narudia tena anaweza kawa mama mjamzito anayeenda kujifungua au ambaye yuko uh, ana kwenye, kwenye, kwenye chumba cha kujifungulia au yule aliyetoka kujifungua ambao mara nyingi ni inachukua wiki moja mbili mpaka nne. Kwa hiyo sasa uh, huyo mwanamke au mama anakuwa ana pressure ya juu maanake, inakuwa zaidi ya ile, ile pressure manake inakuwa zaidi ya mia na sitini uh, kwa mia na kumi na kuendelea. Pia anakuwa anaambatana na dalili ifuatayo au zifuatazo, anakuwa anapigisha au anasema anakuwa ana kama anatetemeka au anapigisha, nafikiri ndo lugha nzuri, kupigisha, manake kwa lugha ya kitaalamu tunasema anakuwa anapata convulsion au Uh, seizure kwa hiyo sasa, huyo mama ambaye yupo kwenye uchungu, kwenye kujifungua au baada ya kujifungua, kwenye zile wiki za matazamio, anakuwa anapata hiyo hali ya pressure kuwa juu, kwa maana zaidi ya mia sitini kwa mia na kumi na kuendelea, ambako kunaambatana na kupigisha au kuweweseka kwa maana seizures au convulsion. Sasa huyo mama mjamzito mzito ambaye yupo kwenye kujifungua au aliyetoka kujifungua anakuwa kwenye hatari zipi ndio kunaweza kumsababishia akapata hiyo eclampsia au kifafa cha mimba? Cha kwanza kabisa huyo mwanamke lazima kuwe na histori ya presha ya kupanda inaweza ikawa kwake, inaweza ikawa mmoja ya watu wa familia yake, kwa maana baba au mama. Uh, kingine anaweza akawa na uh, vitu uh, vifuatavyo kwa mfano, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo na pia muda mwingine akawa ana changamoto ya mapambano ya kinga za mwili zenyewe zenyewe, zenyewe, zenyewe, kwa zenyewe kwa maana tunaita autoimmune disorder. Kingine pia kinaweza kikawa changamoto ya ubongo kwa maana ubongo kuto kuwa sawa. Uh, mara chache sana wale uh, wagonjwa wenye kifafa wakaangukia kwenye hii eclampsia. Lakini katika vihatarishi hiyo kifafa au kwa maana ya epilepsy siyo kihatarishi. Kwa hiyo sasa, kama nilivyosema. Uh, hivyo ndivyo vihatarishi, kwa maana kuwepo na historia ya, narudia tena, kuwepo na historia ya moja ya wanafamilia kuumwa ugonjwa wa pressure ya kupanda ambayo anaweza kuwa mama, baba. Kingine magonjwa ya ini, au katika mimba zilizopita ulishawahi kuumwa Uh, pressure kwa maana huyo mwanamke mwana mja um, mzito aliumwa pressure katika mimba zilizopita. Kingine uh, ugonjwa wa kisukari, ugonjwa wa mapambano ya seli kinga zenyewe kwa zenyewe, na kingine changamoto ya ubongo, kwa maana abnormal brain activities. Kwa hiyo sasa, baada ya kuona vihatarishi na pia hivyo vinaweza vikawa kama visababishi. Sawa, twende sasa tukaone tunapozungumzia hicho kifafa cha mimba, uh, mwanamke uh, huyo ambaye amepata hiyo changamoto anaweza akapitia dalili zipi? Cha kwanza kabisa, dalili kuu kabisa hapa um, naweza nikasema kuna dalili ambazo mtaalamu wa afya anaweza akagundua, alafu kuna dalili ambazo mama unaweza ukajigundua. Sawa, dalili ambazo wewe mwenyewe mama unaweza ukajigundua, kwa mfano kutapika. Ukiona unatapika sana, hiyo sio dalili nzuri. Miguu kuvimba, au mikono au uso. Ukiona hizo dalili sio nzuri. Hizo unaweza ukagunduliwa hospitali au wewe mwenyewe mwenyewe changamoto ukajigundua. Dalili nyingine, kuongezeka uzito. Yaani, kwenye kila uhudhurio unaloenda, unashangaa unaongezeka labda kilo tano, uhudhurio la kwanza labda umeongezeka kilo tano, uhudhurio la pili kilo tano, uhudhurio la tatu kilo tano. Aa, hapo inabidi uji Uh, ujiulize na pia uombe uh, ushauri kwa wataalamu wanaokupa hiyo huduma ukiwa uh, kwenye mauzulio ya ujauzito kabla ya kujifungua. Dalili ambayo mtaalamu wa afya anaweza akaigundua, manake sasa hii ukiwa kwenye ile changamoto ambayo sana sana ni pressure kwa juu, kwa maana utakavyopimwa hiyo pressure kuwa juu kwa maana kuanzia mia sitini chini ya mia na kumi na kuendelea dalili nyingine sasa mara nyingi hii inaweza ikamtokea nyumbani au ikamtokea akiwa hospitali kwa maana hapa sasa ile kupigisha kwa maana kuita convulsion au au a au, au, au seizure wengine pia hufikia hatua ya kuchanganyikiwa uh, au muda mwingine tunasema Ku, ku, kuongea vitu visivyoeleweka au kuona vitu ambavyo havina uhalisia. Kwa hiyo, ukijiona mjamzito alafu umepitia hizi dalili nizo toka kuzielezea, basi wahi hospitali mapema kwa ajili ya ushauri. Au umetoka kujifungua, upo kwenye lile wiki la matazamio na umeanza kupata hizo dalili, basi wahi hospitali kwa ajili ya kupata ushauri wa kimatibabu. Vipimo gani unaweza ukapatiwa, au huyo mwanamke mwenye klamsi anaweza akafanyiwa vipimo? Viko vingi, ila nitavitaja kwa uchache. Cha kwanza uh, hivi nitakavyovitaja, anaweza akafanyiwa mwanamke yeyote awe na ujauzito au aliyetoka kujifungua. Kwa maana yule anayetegemea kujifungua yupo kwenye hatua za uchungu au anayetegemea kujifungua anaweza akafanyiwa kipimo kifuatavyo, baada ya kupitia zile dalili nilizozielezea. Cha kwanza atafanya kipimo kinachoitwa full blood picture. Kingine atafanya kipimo cha kupiga picha tumbo, kwa maana tunaita ultrasound. Alafu kingine anaweza akafanyiwa Kacha and sensitivity ya damu kingine, utapimwa sukari. Uh, cha mwisho uh, unaweza ukafanyiwa kipimo cha mkojo pia. Kama uko kwenye uh, mazingira rafiki, unaweza ukafanyiwa MRI au CT scan. Lakini kwa uchache, hivyo ndivyo vipimo uh, mwanamke au mama mwenye kifafa cha ujauzito anaweza akafanyiwa. Tuone sasa, kwa mfano huyo mama mjamzito amepata hizo dalili, hakupata matibabu yoyote, madhara gani anaweza akayapata huyo mwanamke au huyo mama? Cha kwanza kabisa kinachoweza kutokea mtoto anaweza akafia tumboni au mama mwenyewe akafariki kwa maana, hapa anaweza akafariki mama au akafariki mtoto au wote wawili kwa pamoja. Kingine kinaweza kusababisha mtoto akazaliwa kabla ya muda, hapa tunaita premature death. Na kingine inaweza ikasababisha sasa hiyo pressure kuendelea kwa maana ile si ilitokea tu aidha, uh, labda imesababishwa na mazingira tu ya ujauzito, kwa hiyo ikasababisha hiyo pressure kuendelea. Kingine uh, sana sana nafikiri uh, ni hivyo. Mengine ni vidogo vidogo, kwa mfano kukusababishia au kumsababishia huyo mwanamke mwenye kifafa changamoto ya figo au muda mwingine changamoto ya, ya ini, lakini hizo nilizo zisema ndizo za msingi kuliko hii changamoto ya figo, ini, pia changamoto ya moyo, kwa maana kutanuka au kufeli kwa moyo, lakini zile nilizozisema, mtoto kufia tumboni, aa, au kufariki mama na mtoto. Uh, au kufariki mama mwenyewe. Uh, kile kingine cha, cha kuzaa mtoto kabla ya muda maanake, kama ukizaa mtoto kabla ya muda maanake anaweza akazaliwa pia mtoto mdogo. Halafu na nyingine ndio hiyo hiyo pressure maanake kuendelea, lakini hizi nyingine ni nadra sana, ambayo ni moyo kutanuka au moyo kuferi au changamoto ya figo uii. Kwa hiyo hayo ndiyo madhara ambayo yanaweza kutokea endapo huyo, uh, mwanamke ambaye anategemea kujifungua au ametoka kujifungua ndani uh, ya hizo uh, baada ya kujifungua ndani ya hiyo wiki mpaka wiki nne anaweza akapata hiyo uh, uh, eclampsia au kifafa cha mimba anaweza akapata hayo madhara endapo asipochukua hatua mapema ya kuwa hiyo hospitali na kupata matibabu. Kwa hiyo natumaini mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo ewe mama mjamzito, uh, ewe mama uliotoka kujifungua, ewe mama unayetegemea uh, kuwa mjamzito, basi jua kuna huu ugonjwa, hata hata sisi Uh, wanaume au mwanamke uh, mwanaume ambaye ana mke wake wanategemea kuwa na, na mtoto, basi wajue kuna hiyo changamoto, na wanapokutana nayo wawahi hospitali. Basi niwaombe mwendelee kusubscribe chaneli yetu. Mlikuwa nami mtaalamu wenu Dr Kenny Edwini. Uh, kuisha kwa somo hili ni mwanzo wa somo jingine. Asanteni mwe na utazamaji mwema.